lako tukufu nikazungumzia juu ya loti namba 6, mradi wa SGR kutoka Tabora kwenda Kigoma, kwamba TRC imeacha bei ya ushindani kwa kilomita moja ya standard gauge ya bilioni 9.1, imeenda kumpa mkandarasi CCEC CCCC kwa bilioni 12.5, zaidi ya bilioni 3.4 pa kilomita, na kuisababishia serikali hasara ya trilioni 1.7. Mkataba huu bado unaendelea, tusipofanya intervention utaendelea. Nchi imekula hasaya ya bilioni 1.7. Loti 3 na loti 4 mkuruge mkaguzi amekonfirmu kwamba tumepunjwa bilioni 1.7, lakini pia na ununuzi wa nani ununuzi wa mabehewa bilioni mia tano na tatu, jumla trilioni nne. Mheshimiwa, Mheshimiwa, hizi fedha ni za Watanzania Waziri wa fedha alienda kukopa hizi fedha kwa sharti la kuvunja sheria ya manunuzi ambayo hana uwezo huo. Hana uwezo huo mkubwa wa kisheria, hana uwezo mkubwa huo wa kikatiba. Mpaka sasa hivi waziri wa fedha, waziri wa uchukuzi na mkurugenzi wa TRC, kwa nini hawajakamatwa na kufunguliwa makosa ya hujumu uchumi? Mpaka sasa hivi wako hapa. Waheshimiwa wabunge, tusicheke. Trilioni nne, trilioni nne za Watanzania zinaenda kupotea kwenye mradi huu hata kama tungeenda kukopa kukopa mkopo si wa riba ngapi tunalipa fedha kidogo sana katika katika mambo mengine Mheshimiwa. Lakini pia, lakini pia katika hizo dakika like tatu sii zilizobaki nizungumzie mambo mawili ya